Salamu, wa alekumwalekum, kwema ndugu yangu, kwema, habari za ukomimi, ni mshukuru Mungu, ndiyo ndio, wanasemaji mambo ya yanakwenda kama yalivyopangwa. Ni, ni muda mwingine tena katika yetu yale yale ya kimichezo. Nashukuru shekhe kwa kumtafuta bwana, ndiyo ndio bana kubwa zaidi bana ni kutokana na mafanikio ambayo E, nchi ya Tanzania tumeyapata katika michuano ya kimataifa kwa ngazi za vilabu, ambapo tumefanikiwa kuingiza timu nne katika michuano hiyo, kwa maana klabu bingwa timu mbili, kombe la shirikisho timu mbili. Mafanikio haya kwa namna moja ama nyingine, unadhani yamechangiwa na nini hasa katika kipindi hiki? Uh, Abdallah naam. E, kuna mtu anaweza kuwa amefanya kitu kikubwa sana katika maisha Alafu asisisiwe yuko mtu anaweza kukidandia hicho kitu katikati, kusogea mbele, yeye akasifiwa na dunia ikawa inamtaja. Ngoja nitumie mifano <laughs> ili nikakueleze mtu huyo ni nani. Aa, mimi siamini kama kompyuta ilitengenezwa moja kwa moja na Microsoft, siamini. Naamini Microsoft aliiba kitu kimoja kutoka kwa mtu mwingine akakifanyia niseme nini ee, akakifanyia marekebisho kutoka katika hali ile ya kawaida ambayo hicho kitu kilikuwa nacho yeah. Mpaka kuja kuitwa kompyuta. Yani ilikuwa si wazo tu la Microsoft kurupuka tu, kurupa katengeneza kompyuta, lazima ali aliazima kitu kimoja kutoka kwa mtu mwingine. Lakini sasa ukisema kompyuta unamtaja Microsoft, nadhani ndio sahihi kabisa. Ndio ndio, sasa turudi katika msingi wetu wa kimpira. Mpira wa Tanzania ulifanyiwa harakati muda mrefu na watu wengi katika jitihada nyingi za kuhakikisha mpira wa Tanzania unasonga mbele, lakini viwango ambavyo tunavyo sasa katika mpira wa Tanzania, msukumo ambao uko sasa kwenye mpira wa Tanzania, my brother, my brother, nirudie mara mbili, anapaswa kusifiwa rais wa heshima Mohammed Dewji Mo hii inaweza ikaleta shida kwa watu ambao wanamchukia Mo, hawapendi maslaha ya Simba, hawapendi kuona Simba wanafanya vizuri. Inaweza ikawa ni ajabu haya mazungumzo ma, ma, lakini ni kurudie brahabradha brother, ma, brother, mara tatu tatu, e, Mohammed Dewji Mo wakati anaingia, wakati huo Yanga ilikuwa chini ya mtu mmoja, ni marhumu wanaitwa Yusuf Manji. Mohammed anaanza kujirudisha Manji anakaribia kuondoka. Yusuf Manji amekuwa chini ya Yanga zaidi ya miaka sita, bradha, hatua ambayo Yanga alikuwa anaishia. Miaka sita hiyo, sidhani kama aliwahi kushika makundi, kwa sababu aliishi miaka ishirini na akiwa anatafuta kwenda makundi alishindwa ndani ya miaka ishirini. Yusuf naye anayo ya miaka yake ndani ya hiyo miaka ishirini pia alifeli lakini alipokuja Mohamed Dewji aliwakuta Simba, nikumbushe hili jambo, na ndio maana sifa anampelekea bila ya kutoa kumbukumbu hizi, watu wataona kama tumempa sifa ambazo sio zake. Alikuta Simba iko katika hatua za kwanza za mabadiliko, akapushi mabadiliko, kitu kilichomleta. Akaona sasa ziko haki za msingi ambazo zitamfanya yeye kuwepo Simba kisheria, akapushi hayo mabadiliko. Nakumbuka awamu ya kwanza anaanza kufika, Mohamed Dewji alianza kutukopesha milioni mia nane za usajili. Wakati huo rais wa Simba alikuwa ni Evans Yaveva e, mwenye nani wake wa chini yake kwa maana si ndio mnaoita makamu wa rais wake ndio? Alikuwa Nyange Kaburu kama una kumbukumbu nzuri, ndio, ndio, kwanza tunaanza kupata mkataba wa sport pesa. Yani mpira upo Tanzania lakini uko katika kiza, ukiacha rekodi za miaka ya sabini themanini sijui tisina ngapi katikati hapa miaka elfu mbili mpira ulibaki katika kiza. Muhamed Dewji anakuja, mkataba wa kwanza kati ya Simba na na, na Sport Pesa. Muhamed anaugomea, my brother, anawambia kina Evans Eansaeva, mmekurupuka. Simba ni klabu kubwa, haipaswi kuingia mkataba wa kawaida kiasi hiki. Swali tunajiuliza Muhamed anatuambia, Simba ni klabu kubwa Simba ni klabu ambayo mbona tunaona kama bado ni na struggle, yaani ukubwa uko wapi? Mkataba wa SportPesa kwa mwaka ulikuwa ni milioni mia nane na kidogo, tulisi tumepewa fedha nyingi. Kumbe Mohamed Dewji alikuwa anaiona Simba ni kubwa, lakini aliiona katika hali ya kama udumavu kutokana na uendeshaji mbovu wa baadhi ya watu. Abdallah, leo umeniuliza vitu vya msingi sana juu ya maendeleo ya soka. Watu wanajisaulisha wanapeleka tu sehemu moja, kuna watu wamekuja kubusti soka Alafu kuna watu ambao walipanga mipango ya kutuleta tulipo. Mohammed Dewji ni sehemu ya msingi wa mpango tulipo, ndio benelewai ni watu walikuja kubuski. Baada ya Mohamed kuonyesha nguvu, nao ndio akaongeza nguvu zaidi katika soka. Nisogee mbele, umeona bwana, ndio sisi tukashangaa na mwanzoni kabisa akaanza kudai sehemu ya mkataba wake kwamba, e bana, nilichowakopesha naomba mnipe, tuendelee na mchakato, lakini kwa mkataba huu mmeipunja klabu ya Simba. Mi mmojawapo nilikuwa na shangaa mona kwa mantiki ya muono ambao Muhamedi alikuwa anatazama, hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, Muhamedi akaamua kuendelea kupushi mabadiliko, angalau aje kuwekeza. My brother, kipindi cha Muhamed Dewji ndio kipindi ambacho tumeona vilabu vinne zaidi ya miaka mitatu vikiwa vinakwenda kucheza mashindano makubwa. Nazungumzia Simba Sports ambayo haijawahi kuacha kucheza hata ikija federation, nazungumzia Azam FC ambayo haijawahi kucheza hata ikija federation, nazungumzia Yanga, nazungumzia na wengine kwa maana waliwahi kuja hapa na mungo iliwahi kuja wale jamaa mara wa, wa biashara. Umeelewa mm, vizuri lakini nani aliyetafuta thamani ya uwepo wa vilabu? Unazungumzia Simba Sports chini ya Mohammed Dewji, Mo Mohammed Dewji ndo mtu ambaye ameuthaminisha mpira wa Tanzania kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine, na kuonyesha ili wewe ambaye utakuja kupita hapo alafu usielewe nilichokisema, Simba kuwa klabu ya tano kwa ubora barani Afrika kukaa kuwa ya nne kwa ubora, hata kama ilikaa kwa muda mfupi, kuwa ya saba kwa ubora, haikuchagizwa tu na mtu mwingine yoyote, isipokuwa ni mtu ambaye aliitunza mfukoni. Alisema nataka niisababishe Simba kuwa klabu bora Afrika. Umenielewa vizuri? Ikibidi Simba kwenda kuwa championi wa kombe la Afrika, ikibidi E, e, Simba iwe club license. Hapa katika club license, kuna siku utakuja kutolea elimu yake, kwa sababu kuna watu hawajui, ziko haki lazima uwe nazo ndo ukatambulike kuwa club license. Hatua yes, zote unazoziona hizo zilifanywa na Mohammed like, Dewji kaka, kupitia mfuko wake kupitia kujitoa kwake ku kupitia mawazo yake. Kwa hiyo unapozungumza maendeleo ya mpira leo hapa yalipo, mtu wa kwanza kwa leo unaenda kumfata Mohammed Dewji Mo. Ukirudi, ili jambo tusiliache, pengine tukaonekana wabaguzi, au tutakuja kugusa na viongozi wengine, lakini pia tuisifu serikali nayo kusaidia kwa ujumla wake. Tusitaje mtu kaka, maana tunapotaja watu kuna watu wanakuja kisiasa. Sasa haya mambo ya kwenda katika siasa si, tusiwepo, tusitaje mtu, lakini tuseme hatua nyingine. Tushukuru serikali na viongozi, japokuwa kuna viongozi nyuma waliwahi kutukamisha, tunafahamu lakini tusianze kutajana katika mabaya, tuzungumziane katika meza, umenielewa bwana? Ndio. Ila kwa Mohamed Dewji tusiache simba sok tu simba kumpa rais heshima. Mimi nitoe ushauri pamoja, kuna watu watachukia, kuna watu wanadhani kufanya jambo kubwa ni wewe kuitwa rais wa soka e, wa vilabu barani Afrika, umenielewa? Ndio nini unafanya, unasaidia nini? Mimi ni swali siku zote nitauliza, uwepo wa engineer Eric Saidi kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika umesaidia nini soka la Tanzania? Umelisikia swali hilo? Ndio, nataka kwenye komenti majibu yake, kwa sababu utakuwa unioni weweka kwenye komenti utuambie kimoja katika ipo mimi vimesaidia, na hata klabu yake yenyewe huo uwe, uwepo wake haujawahi kuisaidia pia klabu yake. Lakini uwepo wa Mohamed Dewji kuwa rais wa heshima, nilikuwa naomba vyanzo vya kiserikali, wataalam na wachambuzi, kazitazameni hivi vizuri. Mohamed Dewji ameheshimisha Simba kama klabu ameheshimisha nchi. Mi, mi, mi ujue, ukiniambia ati nafasi nne zilikusanywa kwa sababu ya pointi zote, si tunaanza kwenda nafasi nne? Yanga una pointi moja nukta sifuri, umenielewa vizuri? wakati huo nikumbushe hili jambo la kwenda vilabu vinne, Yanga ana, ana, ana, moja sijui nukta tano kama amefika au ilikuwa pointi tano tu E, nani hawa hawa na Mungu alikuwa na moja nukta tano s yes, Yanga alikuwa na, na pointi tano sikiliza e, vizuri. Nani bwana Abdallah bwana, Simba ana pointi kumi na tano. Mtu wa pili hata Simba sikusanye pointi za watu wengine alikuwa ni Gromaia ambaye aliishia hatua robo finali e, Federation. Gromaia alikuwa na pointi kumi na mbili. Pointi kumi na tano za Simba zilitosha kubeba timu nne zimeendelea kubeba mpaka leo unapoziona, unapotaja pointi zile za za za Afrika. Yaani Simba anaweza kuishi na pointi zake tu zikabeba timu nne. We nenda, kaangalie, sio lazima akope pointi za mtu mwingine. Lakini hatuwezi kuzungumza Simba, Simba isingeweza kufanya haya kama sio Muhammedi Dewji, Mo kuisainisi, wanasemaje? <coughs> <coughs> Kuisaidia vile, wanazungumzaje Waingereza? Uh, sijakusikia vizuri hapo uh, ile lugha Tuzungumze lugha kiswa ya Kiswahili, nimesahau kwenye neno la Kiingereza. Ndio, ndio wanaita financial, sijui kuisaidia, ndio kiuchumi, ndio hivyo wanaita ah, nita... wewe, nimekwambia utanifundisha hiyo lugha, unaijua na Abdallah. Naam, kwa hiyo kwa hiyo nakusudia kama sio eh, Mo kukubali kuibeba Simba, kwa sababu mpaka hapa ilipo, ukweli ukweli usiopingika, Mohammed Dewji anatoa haki mfukoni kwake kuibeba Simba, na ukweli mwingine usiopingika huwezi kutofautisha kati ya Muhammad Dewji na Simba au familia Dewji na Simba, maana yake utakuwa unatofautisha kati ya wali na nazi. Kwa sisi waka pwani, maanake utakula ubwagwa sheha. Kwa maana hii, vyombo husika vitazame kuna haja ya kumpa tuzo yoyote Muhammad Dewji katika soka letu lenye thamani, tuzo yenye thamani. Umenielewa vizuri? Hapa ndiyo tulipo, tunaringa leo haijawahi kutokea toka Tanzania imeumbwa kupeleka vilabu vinne. Kama sio Mohamed Dewji kuweka fungu kwelikweli, hawa wote walikuwa hawawezi nao kuwekeza. Tusingempata Yanga huyu wa leo, alikwenda kumtafuta gharibu ili aje kuwa mdhamini naisaidia Yanga. Kama sio Mohamed Dewji tusingeipata Azam ya leo ambayo inaweka nguvu ili ikabiliane na Simba ambayo ina nguvu muda mrefu. Kama sio Mohamed Dewji leo tusingemwona mlezi wa Singida Mheshimiwa mguru yupo kwa mantiki hii tunapomzungumza Mohammed Dewji tunatakiwa tumpe heshima sana. Na my brother ndio, siku yoyote ukimtaja Dewji kama unanioji ili ni sikukatie simu, lazima useme rais wa heshima. Sio Wasimba tu, ni rais wa heshima katika michezo. Apewe haki yake bwana. Mbona watu wanakuwa wanafiki wanakwenda kumpa mtu wake ambaye hajawahi kufanya lolote? Swali langu liko pale pale, huyu injinia ni rais wa vilabu mnatuambia na yuko FIFA, amesaidia nini? Yaani kije kitu cha wazi tu kwamba mechi hii alicheza Simba na fulani, engineer ndo alizuia gari la wahuni lililotaka kuja kwa kuwa hujumu. Umenielewa, sio? Ndio. Itoke moja hiyo, alafu mimi na mimi nitakiri hilo. Siwezi kukiri kwa mtu ambaye kapewa cheo kama urembo bwana, hamna tofauti na mwanamke kupaka wanja. Da bwana, mi nikushukuru sana sasa. E, bana asante sana na mimi nishukuru kwa watu kupata elimu kupitia kituo chako cha Simba Fans. Bana shukrani sana kaka, asante sana mm-hmm.